Habari. Leo nataka tuzungumzie kuhusiana na kikohozi kutoka katika Department ya pharmacy. Tutazungumzia kikohozi kwa nyanja tofauti tofauti, kutokana na aina ya ugonjwa mwenyewe na dalili anazoonyesha mgonjwa. Tafadhali ungana nami kwa ajili ya detail zaidi, tujifunze kwa pamoja. Karibu. Kikohozi, tukianza kukijua kikohozi kwa maana yake, kikohozi inakuwa ni kitendo cha kujirudia rudia cha mwili ambapo lengo lake ni kusafisha njia ya hewa. Hiki kikohozi tunasema kusafisha njia ya hewa kupitia njia tofauti tofauti, aidha kutoa makohozi au kutoa any ingredients ambaye imeingia katika koo la hewa. Kwa mfano ukiwa unakula chakula ukipaliwa, ina maana chakula kimepita njia isiyokuwa sahihi, imepita katika njia ya ya hewa. Sasa kikohozi tunasema ni kile kitendo tu cha kujirudiarudia ambacho kinasababishwa na aidha allergy au kinaweza kikasababishwa na infections au kikasababishwa na vumbi au kikasababishwa na any ingredients ambayo itakuwa imeinterfere ko la hewa. Sasa kinakuwa kina presentation au kinakuwa kina hali tofauti tofauti. Kuna mtu atakohoa, lakini kikozi chake kitakuwa kikavu, hata kuwa na production ya tunasema makohozi au sputums, lakini pia mtu huyu hatakuwa na pia homa, hana homa mtu huyu. Kwa hiyo atakohoa tu, hatakuwa na homa, hatoe makohozi wala hana fever, tunasema mafua yale. Lakini huyu mtu utasema atakuwa na dry cough, ni kikohozi kikavu cha kawaida, either kitakuwa kimesababishwa na allergy au kimesababishwa na infection yoyote au vumbi and the likes, lakini kuna kikohozi cha nyingine ingine, mtu anakohoa kikohozi kikavu. Hiki kikohozi kikavu kinakuwa kinaambatana na tunasema chest tightness, anabanwa kifua, ina maana anashindwa kupumua vizuri. Sasa mtu kama huyu anayebanwa kifua na ana kikohozi, tunasema huyu anapelekea signs and symptoms zake, ama dalili zinatupelekea kwamba huyu atakuwa ana pneumonia, kutokana kwamba anapata chest tightness na anapata ile difficulty in breathing. Lakini pia kuna mwingine anapata kikohozi lakini kikohozi chake kinaambatana na wizi, tunasema kama kisauti fulani, akiwa ana hema kinatoka kile kisauti. Sasa hicho kisauti kinaashiria kitu kingine. Mtu ambaye atakohoa kikohozi kikavu, hana homa, lakini pia ana hii wizi hiyo, ina maana huyo anaashiria atakuwa ana asthma. Ina maana tabidi tutibu asthma, kwa sababu kikohozi kinakuwa ni kama kimekuwa triggered au kimesababishwa na ile athma, ndio maana amepata kikohozi. Kwa hiyo tutatibu kikohozi, tutatibu pia na athma, na lakini kwa yule mwenye nyumonia pale juu, ina maana yeye tutaanza kudili na nyumonia, alafu tutamalizia na kikohozi, kwa sababu dawa zitakuwa ni the same zile zile. Lakini pia kuna mtu mwingine anapata kikohozi, anakuwa ana homa, lakini pia anatema makohozi, ama anadhalisha yale makohozi. Sasa ina maana hapa mwili unajaribu kutumia ile mucus au yale makohozi kujaribu kusafisha zile vitu vilivyo trigger kupata kwa kikohozi, kwa mfano labda bakteria ama virus au vumbi. Ina maana mwili sasa unatengeneza makohozi ili uweze kusafisha lile koo la hewa. Kwa mtu kama huyu, matibabu yake yanakuwa tofauti. Kwa yule ambaye inapelekea kwenye pneumonia ya matibabu yake yanakuwa tofauti, lakini kwa mwingine pia ambaye inampelekea kwenye asthmatic condition, matibabu yake pia yanakuwa tofauti lakini kuna mwingine pia anapata kikohozi ambacho si productive, ni dry, lakini yeye anakuwa ana signs and symptoms za congestive heart failure. Na maana sasa huyo tutamdiagnose kama mtu mwenye heart failure. Kwa hiyo it is better, ukipata kikohozi, jaribu kufanya consultation na muhudumu wa afya ama mtaalamu wa afya kwa ajili ya detail zaidi na kukufanyia diagnosis kwa usahihi. Usisahau kulike, kushare na kucomment kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Royal Polyclinics, lakini pia kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya notifications ya vipindi vinavyoendelea au vipindi vijavyo.